Na kwingineko, familia zisizojiweza wakiwemo wazee wakongwe kutoka kijiji cha Kitigu eneobunge la Sabatia, katika kaunti ya Vihiga, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kampuni ya Kitigu inayojishughulisha na uchimbaji wa migodi kuwafaa kwa chakula. Bernard... Mwavali naibu wa chifu eneo hilo amedokeza ufadhili huo utasaidia pakubwa kuboresha hali ya afya kwa familia ambazo zimeathirika kiafya, vile vile kukomesha visa vya ukosefu wa usalama baada ya vijana kutoka eneo hilo kuajiriwa. Vile tunapata chakula kidogo hapa na usawidizi mwingine kama school fees ya watoto, na tuzidi ku kuwa na umoja tuache manung'uniko ama mashengenyo. Tukiwa hapa, sisi ni wenyeji, lazima tuwe kitu kimoja. Ni milango kwamba Mungu azidi kufungua milango zao, ili kwamba kuna mahitaji mengine, takaa chini tuone kwamba tunasaidiana, ndokuwa na ushikia, ushirikiano mzuri katikati ya jamii na Kitigu resources imewasaidia wananchi sana. Kwa mara ya kwanza, wamelipiwa watoto wao karo kwa miaka miwili sasa, na wale ambao walikuwa wanajiunga kidato cha kwanza na walikuwa na shida ya kujiunga, kampuni iliwasaidia kwa njia kubwa sana, walipia karo waende shule. Pili, shule zote ambazo zinapatikana kwa eneo hili ambalo naongoza zilipewa shanta au begi ya vitabu ambazo ziliwasaidia wanafunzi kubeba vitabu vyao wa wakienda shuleni. Na jambo jingine ambalo wamesaidia pakubwa ni kusaidia wale ambao ni wazee wakongwe ambao hawana nguvu za kujitafutia wenyewe, kampuni ikajitolea itakuwa inawapatia chakula kila mwezi. Kwa hivyo tunashukuru kampuni kwa mambo mengi ambayo wamefanya na yale ambao tunatarajia kwamba wafanyie wananchi na wakazi sana wa hapa Kitigu. Kwa hivyo kwa sasa wamefanya kazi mzuri, na tunawahimiza waendelee kufanya kazi mzuri wafanyie wananchi na kuajiri vijana wetu hapa ili pia wapate, e, kitu kidogo ya kuwasaidia katika maisha yao, kwa sababu kazi saa hii Kenya ni, ni nadra kupata kazi ni vigumu, kupata kazi lakini kampuni vile ilikuja hapa alisi, wamewajiri vijana wetu wa hapa, mambo ya wizi eh, eh, umepungua. Kwa hivyo tunashukuru sana kampuni, na Mungu abariki kampuni ya Kitigu. Vijana hapa ambao ni wanafunzi wengi walikuwa nakosa karo, kisomo imekuwa ni shida, lakini hii kampuni ilipoingia ikaanza kujali mambo ya masomo, na mwaka huu wametupatia school fees ya vijana 43 kuna wale wako na shule ya malazi na kuna wale day school, kwa hiyo tunashukuru kwa sababu bila hao haingewezekana, na wasichana wawili ambao university, na kupitia kwa msaada hapo wameweza kusoma kwa sababu, kwa sababu walikuwa ni yatima, hawana baba hawana mama na walikuwa wamekaa nyumbani. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu Kitigu Resources iu ingia ndani nikawatazama inaweza kuwalipia karo na kila mara inawashughulikia, kwa hiyo nasema kwamba wakazidi kutufanya hivyo, ili kwamba jamii ikisoma utakuwa na jamii bora, kizazi kizuri kijacho. kichachoana migara kidini, tumeshukuru kwa msaada ya chakula kutoka Kitigu Resources Company. Kwa chakula ya kila mwezi tumesema asante na... inaona mnapeana vizuri wale wasiojiweza na wale wanaojiweza wale wako karibu na